Mnyezugu subhanahu wa taala katika baadhi ya aya zake anatukumbusha akisema ya ayuha ladhina amanuu kutiba alaikum siam. Sentence iko wazi, hata ukihitaja Kiswahili haisemi nimekulazimisheni, inasema mmelazimishwa, ndo maana ya kutiba furidha watu wa lugha wanasema majuhuli. Ukisachi huyo alotulazimisha nani, umpati, lakini ni yule yule mwenyewe Allah. Lakini kwa sababu jambo hili linamsababisha mtu kulegea, linamsababisha mtu kushinda njaa, basi hakupenda hata kuingia mzima mzima kuongea kiutemi, nimekulazimisheni kana kwamba aliotulazimisha hajulikani. Ni lugha za fasaha za Allah akiongea na waja wake, hasa waumini. Kwa hiyo mmelazimishwa, ndo maana mmefardhishiwa, maana ya faradhi, lazima mmeandikiwa jambo la kufunga, kutiba alaikum siyam. Maneno yakija kwa kutiba, haviwi vitu rahisi rahisi, vinakuwa vitu vigumu vigumu, na jambo la siyam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakusema kutiba alaikum saumu. Una tofauti ya saumu na siyamu. Saumu ni jambo la muda mchache, na saumu hutumika mara nyingine kuzungumza, mtu akiacha kusema, pia anaitwa ana saumu. Mama Maryam alayhi salam, alayha salam. Alisema inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma isia, mimi leo nina saum, akusema nina siyam kwa sababu saumu ni kitu cha masaa cha madakika, kwamba nimekaa kimya sisemi, lakini siyam ni kitu cha muda mrefu na ni kutokea alfajiri au kutoka usiku baada ya kula daku ila ghurubi shamsi mpaka jua litakapozama. Amnasemaje? Sasa Mwenyezi Mungu pia akatuwekea wazi kwamba sio swaum ni siyam, ndio maana kaja kwa kutiba, na mambo ya kutiba hata vitu kama vita ndio huitwa hivyo, kutiba alaikumul qital kutiba alaikumu siyamu kama kutiba ala lathina min qabilikum, anasema na hili jambo mmepewa, mmelazimishwa kama waliokuwa kabla yino nyinyi. Tumethibitishiwa kwamba watu wa nabii Nuh qaumu Nuh walipewa jambo la siyamu Qaumu Ibrahim walipewa jambo la siam, qaumu Daud, qaumu Lut, qaumu Musa, qaumu Shuaibu alaihim wala nabiyin na salatu wassalam, wote ndo mimman kana qablina. Hili jambo pia walipewa ibada hii ngumungumu isiokuwa rahisi, pia walipewa ibada hii, lakini lengo lake la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. As-sawmu haqiqiyu, as-sawmu haqiqiyu, ile saumu ya uhakika kiukweli inauma tumboni, tumbo ndo linajisikia joto, kiu, lakini faida yake inakimbilia moyoni. Hata we mwenyewe unasemaje? Mimi wakati tumeingia hapa Niliswali tahiyatu masjidi, alafu shekhe akatuadhinia. Alivoadhini akasema ala Ramadhani. Hii ina maana ile saum ndo inasababisha inaumia tumboni, lakini faida zinakuja kuulainisha moyo. Basi si saumu tu, hata siku za kawaida ukikosa tonge, ukikosa ugali mambo yakiwa mabaya automatically unamtafuta sana Mungu. Mnasemaje? Na kuna baadhi ya watu wakiwa na hela, aswali, Sheikh, tuende kuswali. Sina hela, sasa nazoela <laughs> kuswali ni muda wote. Kwa hiyo pia tunakuwa karibu na Mungu kwa sababu ya njaa. Kwa hiyo hakuna mashaka, upelelezi tumbo likikosa vinono vinono, moyo unakuwa mlaini mlaini. Ndo maana inna Allaha yabghudha kulla jaadharijin jawadhi, hadithi ya Mtume. Mwenyezi Mungu anamchukia yule mtu ambaye anakula sana, alafu mkatili, ana moyo mgumu, piga makelele sokoni. Anayekula sana Mungu humchukia. Said na Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema, bidaa ya kwanza kuzuka kwa Waislamu ni kula sana na kushiba. laallakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Na ndio maana ukija katika hadithi qudus fadhila za saum, Allah anasema as-sawmu li wa ana ajziu bi umeona meona aya maneno Uislamu ni ngapi mabwana? Tano. Kuna nguzo ya shahada mbili, kuna nguzo ya sala, kuna nguzo ya zaka. Mshai kumwona Mungu akisema hii hija ni yangu mimi, mshai kumwona Mungu akisema sijui kitu gani ni changu mimi, hasemi lakini nguzo ya najua kwa nini? <laughs> kwa sababu ya mambo mawili. Jambo la mwanzo Mwenyezi Mungu anasema saumu ni yake, kwa sababu ana uhakika amali hii haiwezi kufanywa kwa ria, amali hii lazima ifanywe kwa ikhlas. Jamani, nani yuko tayari kuanzia asubuhi mpaka jioni ya shinde ndeja afunge saumu, aingia akilini? Ukae okay na njaa eti, naonesha watu mimi, mfungaji hodari, ili alipo kabisa, hmm. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ana uhakika hii itamfikia. Lakini jambo la sala, waweza ukasari ili watu waone kabisa. Allah anasema alladhina hum yuraun, wailun lilmusallin, alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yuraun. Wapo watu wanaosali watu waone nimesali. Na kuna watu kila kukicha anaenda Maka watu wamwone ye hoj, hujaji hodari mimi na hija kumi na tano na hija ishirini. Na ndio maana mtu akienda Maka kama hujamwita Alhaji lakini sau ni yangu mimi, kwa sababu mfungaji ataifanya kwa ikhlasi ya hali ya juu. Haiwezekani umenyeke na njaa, kiu alafu useme nafunga kwa ajili ya watu waone? Hapana, ukikosa ikhlas, basi ukiwa peke yako utaenda kunywa maji kidogo. Ndio maana ile saumu ya uhakika inakuletea mambo matatu, saumu ya ukweli, amana na sabra. Saumu ya sawasawa inakufanya unapata ucha Mungu. Saumu ya sawasawa inakusababisha unakuwa mwaminifu, kwa sababu umemwekea uaminifu Allah hapa kila mmoja ndani huko peke yako unaona chakula ah, hebu funika hicho chakula, tumefunga na huko peke yako huonje hata kidogo. Kiu kimekubana maji yako mtungini, mtu, mtu, mtu, au kwenye friji thalaja, unasema hapana. Iko ndani ya saumu inakupa uaminifu, lakini nakufundisha subira, uvumilivu, uvumilivu na uvumilivu. Kwamba daise kwa mfano usiku wa leo niko na mtoto si mdogo, anafaa kufunga tushakula daku, tunasoma Qur'ani kama, kama kwanzia saa tisa saa tusha sali na alfajiri. Unajua mambo ya watoto ndo this time, naombeni na ninywe maji. Kaambia unywe maji vipi bwana, muda wa uruhusi kunywa maji? Nakunywa kidogo tu ili nifunge. Naambia ukinywa sasa hivi ndo ushafungua <laughs> kumi na mbili ya asubuhi. Sasa hapa, saumu inakufundisha uvumilivu, na siku nyingine ukiiweka saumu mbele, hata we unajiuliza unakuwaje? Unakopa madeni kwa mama ntilie, msosi wa mchana tu umekushinda, una madeni hapo na hapo. Njaa ya muda mfupi, we mwenyewe, sasa hivi unasema nimeingia madeni kwa ajili ya kula tu. Mbona naweza nikashinda hata njaa iniumi tena? Ulijiendekeza. Lakini ungetiania kwamba naweza kusubiri, asabru dhia kusubiri ni mwanga, singeingia madini hayo. Kuna watu hapa, anagombana na wake zake, taka kuniua na vinole vya tumbo, chakula cha mchana mpaka sasa hivi sijala, nitakupa talaka we. Lakini sasa hivi anafunga ajui, hata vimekimbilia wapi. Alijiendekeza, anajiambia nje ya Ramadhani sitogombana na mke kwa sababu kunicheleweshia chakula. Kwa hiyo pia unajifunza subira fadhila za Ramadhani mabwana. Ramadhani ni mwezi wa ajabu, ruknun min arkani alislam, ni nguzo katika nguzo za lakini, ni nguzo ya ajabu ambayo zile nguzo zote za kiislamu una uwezo mkubwa wa kuzitekeleza nguzo zile ndani ya Ramadhani, una uwezo mkubwa wa kuzitekeleza zote ndani ya Ramadhani. Mtu anaweza akatamka shahada mbili Ndaka ya pesa, kuna zakatul fitiri lakini ndani ya Ramadhani mtu anaweza akaenda kuf, kuf, kufanya ibada ya umra hija ndogo ndani ya Ramadhani, unaweza ukayafanya katika zinguzo za Kiislamu. Lakini pia mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao ndani yake umeteremshwa Qur'ani takatifu. Mwezi 27 ileteremka Qur'an, lakini si Qur'an, vitabu vyote vya Allah viliteremka mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani na una sharafa nyingi sana. Asa, kuna sehemu ndogo tuijadilini mimi na nyinyi, tupate faida ya Ramadhani, kisha tuombe dua tuondoke. Tuseme inshallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, Ramadhani hii ni ayyama maadudat, ni masiku machache. Famankana minkum maridhan au wala safar, mtu akiwa mgonjwa au ana dharura ya safari fa iddatun min ayamin ukhar atalipa siku zingine lakini walladhina yutikunahu watu ambao hawawezi kabisa kufunga wawe na tabia ya kulisha kila siku masikini mmoja muhimu sana chakula kinaumba chakula kina jambo kubwa sasa ndani ya ramadhani jitahidi kulisha watu chakula na jitahidi sana miongoni mwa chakula cha Ramadhani, chakula pendwa kitamu. farhatan lahu farhatan yafrahu bi fitrihi, mfungaji anapata furaha mbili na huenjoy kwa furaha mbili hizo. Anafurahi wakati akiwa katika ile futari yake, ule wakati wa kuftari. Mambo gani? Muda wa kuftari, bali ndo unaomba muda haufiki leo joto kali pale, kuna furaha. Na yeyote unayemwalika futari anafurahi sana, mabwana. Na ukijua futari zina raha, mtu kaalikwa futari na nyumbani kwake aliacha futari, bado anasema mniwekee futari. Si unaenda kufuturishwa huko? Ah, pengine akueleweki, niwekee na kukiwa safi nitakuja kuila daku, kwa sababu aliona ile miogo ikipikwa kule nyumbani. Sasa ni wakati wa furaha, raid amali bora baada ya amali ya faradhi. Idkhalu surur ala almuslim, ni kumwingizia Mwislamu furaha. Sasa wakati wa kuftari, kuna watu wawili muhimu usiwasahau kuwafuturisha, na hawa ni wazazi wako wawili. Tena ili inoge, umba tonge lile vizuri, kwa heshma na adabu. Tonge la saizi isiwe kama kichwa chapusi Alafu mpelekee mama yako mdomoni, fungua mama mdomoni, kulishe mahaba haya. Ukimlisha mama yako ukafutari naye mama yako, kuna vitu Mungu anakukunjulia katika mikono yako, kwa sababu wazazi ni viumbe muhimu sana. Ni masikitiko makubwa, unaalika watu wengi, unafutari nao, lakini mzazi wako hana fursa ya kufuturu na wewe, eti kigezo sasa yuko mkoani, nitafanyaje? Kwa nini awe mkoani na wewe uwe mjini? Huyu, funguo za maisha yako ni kuishi naye karibu. Kukaa mbali na mzazi ni mtihani. Wewe umeloea tu wazazi wanaishi na brother brother, nani fanya fikra, ukae nao wewe. Mzazi ni muhimu sana, kumlisha aftari yako fturu na mama na baba kaa pale meshinda wote njaa. Mimi mwenzenu, hii Ramadhani siyo ya saba, siyo ya kumi, sijawahi kufuturu mbali na mzazi wangu. Toka nakwambia leo, siyo chungu cha kumi, siyo cha kumi na moja, siku zote hizi naftari na mzazi wangu. Natokea those days, siku hizo pasti hizo zilizopita, futari yetu ilikuwa ya muhanga kweli kweli. Maji tende tu, haieleweki, miogo migumu isoiva, nimefuturu naye. Lakini kile kitendo Allah kakipenda. Sasa hivi nafuturu naye, sio iftari wanahitaji nzuri, bado nafuturu naye, hata tushasahau kama tulikuwa tunakula ile miogo isoiva ile, nanamlisha mara nyingine. Lakini almuhimu kula naye mama kula naye mzee, kaa pale. Unajua kuna vitu mviangalie, kuna janna kulia kwako, kuna masuhulia, iko nafasi ya mke, iko nafasi ya mume, lakini mambo mengine lazima wazazi washiriki. Miongoni mwa mambo service, responsibility, majukumu, huduma, wazazi itakiwa wawe mwanzo kuliko mke na mtoto. Basi mwezi kama huu ile furaha ya kuftari ftari na mama yako futari na baba ako na, babako. na ndo haya maneno yanawachoma moyoni wale ambao hawakuwahi kuwaza hilo na hawajawahi kupata kukumbushwa hilo mpaka wazazi wamekufa. Yeye alikuwa anachukua miogo tu ashapelekea huko.